Ndugu zangu, imenibidi ni heme kwanza. Hii habari ni ya Diamond lakini sio habari ya umbea, ni habari ya kitaifa zaidi. Ndugu zangu, CCM wamejipanga vita kwenye mtandao. CCM wamejipanga vita kwenye mtandao. Tusiwachukulie poa, tusijione vita mtandao tumeishinda. Hatujaishinda, ndio kwanza asubuhi, inabidi tupambane eh. Na habari nimeleta huku kwa sababu habari sijaletewa na umbea wangu siku zote wala nini, nimeletewa na watu wa system. nimeletewa habari na watu wa system ndugu zangu, zimetoka dola laki tano kwa ajili ya kiki inayoenda kufanyika London wiki ijayo, inaanzia wiki ijayo hiyo kiki, na itakuwa kiki endelevu mpaka uchaguzi utakapofanyika mwaka huu. Mmenielewa? bado mjanielewa, ndugu zangu hmm. Eh, zimetoka dola laki tano kwa ajili ya hiki kia London tu inaenda kufanyika wiki ijayo ndugu zangu, wiki ijayo. Hiyo trip ya London CCM Wamejitoa kila kitu, hiyo trip ya London, Diamond anaenda na ukoo wake ki wote, kina Mama Dangote kina Esma, mpaka watoto wa Esma, mpaka kina Tifa wanatakiwa kwenda kwenye hiyo trip, kina Tifa kina nani, ndugu zangu, limetoka mpaka dau la Mama Dangote kwa... ndugu zangu hakuna kula, hakuna kulala huu mwaka mzima, mpaka wanahakikisha CCM wanahakikisha. Sasa hivi social media ya Tanzania tutamwongelea Diamond, Kinganga, Mama Dangote, Esma, Jux, mke wa Jux. Hii trip navyokwambia, anaenda Jux, anaenda mke wa Jux anaenda Diamond anaenda uko, mzima wa damu, inaenda kuwa series. Yani wanatengeneza series sasa hivi wanai drop. Yani ndugu zangu, sasa wakishafika London hii sasa ndo nilivyopewa, wakishafika London damu na familia yake wakishafika London then surprise, ana ndugu zangu hivi najua, si sehemu ah, amejipanga hii <laughs> ndugu zangu, tujipange hivi. Mi mwenyewe nilijidai mjanja nasema, siwezi kuachana na habari za Diamond na Kinganga kwa sababu habari za Diamond zina hela. Nikasema hata kama ni kiki sijali, mi habari zao nitawaposti tu maana zinaniingizia hela. Ila kwa hili sasa, hili limekuwa, hii imekuwa ishu ya taifa sasa hivi imeenda kuwa ishu ya kitaifa ndugu zangu, si sehemu amejipanga yule katibu wa mama, yule katibu wa mama ndo kacheza mchezo yani, ndo kafanya dili lote, kila kitu, naye ndo anaisimamia hii series yote. Yule katibu wa mama, wakishafika London, Kinganga anaenda kama surprise. Kinganga anaenda kama surprise, anatakiwa akifika pale London. Naambia hivi mpaka dola mba Dangote limetoka, ndugu zangu. Sisi ndugu zetu wamejipanga, na sisi tujipange, wananchi tujipange wakishafika London King'ang'a anatakiwa kuja kama surprise, London aingie kama surprise, then Esma na mama Dangote. Esma kapewa yaani na mtaji mpya wa biashara, ndugu zangu. Nilivyokuwa naongea na mtu wa sisim, kuwa naambia anyway. Niache Kinganga anafika London then ana, yani kwamba iwe kama kama surprise vile, kama surprise kwamba wanamsurprise mama mama Dangote pale London na Kinganga huyo hapa, kwamba ana surprisiwa pale wa mama Dangote. Kinganga huyo hapa nini, familia iko vile pale hivyo, alafu na mke wa Jux na Priscilla naye anaenda na mke wa Jux na Jux watakuwa pale, yani kwamba social media ya Tanzania hakuna kitu tutakachoongelea for the next year. Alafu wakirudi Tanzania, bado siri zimepangwa, yaani matukio yamepangwa hivi hivi mpaka uchaguzi uishe. Hii ni ya Diamond na Kinganga na, yani mpaka Priska na Juks wameingizwa sasa hivi kwenye hii, hii trip. Priska na Juks wenyewe wamelipiwa na CCM, hii trip yote iko covered na CCM ili tukae tunaongelea hao tu. Sasa sijui ndugu zangu, mnaelewa. Anyway, eniwe, kwa vile nimeongea tayari labda it, yani watatu twek watatwist hapa na pale, hapa na pale. Ni ndugu zangu, mimi mwenyewe nilikuwa mbishi kuhusu habari za damu na Kinganga, lakini itabidi nipumzike umbe, itabidi niende nao niendelee nao ili habari za hawa, inabidi nipumzike. Kuna watu juzi waliandika comment pale kwamba na mimi sasa hivi natumika na CCM bila kujijua, nikaa nakasirika, lakini kweli kwa, kwa design fulani, kwa aina fulani na mimi mwenyewe pia natumika CCM sababu CCM ameshaniona ndo ile ndo issue nanipa hela kwa hiyo CCM na wenyewe ameona ile ndo issue tani keep busy yani nikianza kuandika yani habari za wale zikiwa hot nitaacha na huku kabisa kitu ambacho kina ukweli kwa hiyo sasa hivi wananitengenezea habari nzito ndugu zangu ndugu zangu vita ni kubwa vita ni kubwa. Yani sasa mimi sijui nifanyeje sasa na, sasa naacha umbea kabisa, nafanya nini yani? Kwa mfano, maana yamepangwa matukio, sio Diamond na Zuchu tu na JP na, na Priska. Ndugu zangu, mastaa karibia wote, kila yaani yani. Alafu sasa hivi wameyapanga kwa mkakati yani, sio yote yawe dropped, yanapangwa hivi hivi lakini kuanzia next week social media ya Tanzania hakuna tutakachoongelea zaidi ya damu na king'anga, na hiyo trip ya London, na wakitoka London ni endelevu ende endelevu. Issue ni nzito. Hey, anyway nasubiria more information uh, I say yani huyu mtu kaja kuniambia kwa sababu alivyoona mimi mimi nabishana na wao watu kwenye comment juzi kwamba nilikuwa nabishana na wao, mimi situmiki na CCM. Ndo akaja kuniambia unatumika kweli, na mimi nakupa issue inaenda kutokea wiki ijayo. Kama uamini unatumika kweli, mimi nakwambia sasa issue inaenda kutokea wiki ijayo ili uamini. CCM wamejipanga na vita mtandao, wamejipanga, vita mtandao sahibi, kwa sababu sasa hivi nyie mko busy kuwatukana kila post mnawatukana CCM sasa, sasa hivi kila posti kwenye social media itakuwa umbea mkubwa, yani umbea wa kutoa watu kwenye reli, yani ndio wamejipanga hivyo. Ndugu zangu, sasa sijui tunafanyaje, wa Tanzania tunavyopenda umbea, sijui tutafanya nini ndugu zangu, na kuanzia wiki ijayo Diamond kajipanga, uko mzima mpaka kinatifa, jamani mpaka kinatifa, wanakuja kutumika kututoa kwenye reli wiki ijayo ndugu zangu, hey! hey! Ndugu zangu kazi tunayo, nimesahau sehemu very important. Sasa ikishakuwa kiki kwenye social media, ikisha ikishakuwa kiki, inaenda kuongelewa bungeni. Wabunge sasa wataenda kuanza kuongelea hiyo ishu ya Diamond na kinganga, yaani yani sisehemu havyojipanga ni kwamba hiyo sasa ndio iwe talk of Tanzania sasa nomo kuongelea uchaguzi midia mpaka miladayo kapangwa kwamba yeye nisa, yani ndio habari zitakuwa zinapostiwa midia zote, redio zote Tanzania, mpaka bungeni wataitwa mpaka Ikulu, yani kwamba sasa hivi yani walivyojipanga wasisem ni kwamba nchi tusiongelee yani kwa sababu yani, yani kwamba kama media zote social media nzima tunaongelea Diamond Kinganga, Priska Jux, uh, sijui Lulu Michael sijui, uh, sijui Nandi kafanya nini, then narrative yote inabadilika kwamba wananchi, hakuna mwananchi ambaye anaumia um, Eh, kwamba wananchi wako fine, mbona wako busy na umbea, mbona wako busy na mambo ya Diamond, eh, nyinyi nyinyi Chadema mnasemaje wananchi uh, sijui wanaumia, mbona sasa hivi nchi imelipuka, eh, watu wako busy na Diamond Platnumz eh? Wangekuwa wanaumia si wangekuwa wanaongelea mambo. Yaani ndio hicho walichojipanga, na ukiangalia ni kweli, kama sisi tutakuwa busy kuanzia sasa hivi mpaka uchaguzi, tuko bizi tunaongelea, tuna Diamond King'ang'a Priska, yani wamejipanga, yani Priska na Juks wako yani, oh, yeah, guys, matukio yamepangwa. Priska na Juks na wenyewe hawaendi kupoa, ni matukio yamepangwa hivi na hivi, yani kwamba tuwe busy sasa. Kama peji zote Insta, uh, za Instagram social media, TikTok, tunaongelea Priska, Jux, Diamond, Kinganga, sijui nani nani nani. Kuna mtu tena anayedai katiba mpya, kuna mtu anayedai reforms tena, kuna mtu anayedai nini tena, yani hiyo ndio plans CCM walionayo kwao. Naomba pia niombe msamaha wadau wangu ambao wanitukana juu simfu kwa, mnaniambia niachane na mna habari za Diamond. Sasa mimi hapa sitafanyaje? Kwa sababu ile ndo kulaangu ndugu zangu itabidi mnifikirie. Yani sasa mi nafanyaje? Umbea umekuwa mgumu kweli hu mwaka wa uchaguzi, mpaka ajira yangu imekuwa ngumu ndugu zangu, jamani. CCM wamejipanga kwamba nchi nzima hatutaongelea chochote.